Mtazamajuwa maisha safasba bwalamaengekanza kupata habari zetu leo. Tutazungumzia kidogo kuhusiana na masuala ya mechi ya Simba na dhidi ya Almasi katika uwanja wa taifa utakofanyika leo. Mechi ya Confederation Cup ni ya robo finali, kwenda hata robo finali, ni ya mzunguko wa pili. Mechi ya kwanza ilipigwa kule Almasiri ambaye katika mji, mji wa Suezi, na Simba Sports Club imepoteza mabao mawili kwa sifuri, lakini mechi ya leo inacheza kati ya dimba la Benjamin Mkapa, na ikumbuke pia Simba ana kibarua cha vitu viwili, ana vibarua viwili, cha kwanza kabisa akumbuke defense line, defense line yake we makini pale anaposhambulia, basi nyuma lazima wakae vizuri, pia mbele, pia mbele lazima washambulie kwa kwa kasi sana, kwa sababu wao wanadaiwa sasa hivi, kwanza kabisa wanadaiwa magoli mawili kwa hiyo wana, wana lose ya magoli mawili pia, wanatakiwa defense wasifungwe kwa sababu wanapofunga goli moja haitakii, pia itokee, wanatakiwa wafunge tena magoli manne, manake wakiruhusu goli moja wana mtaji wa magoli mawili unabadilika kabisa, wanatakiwa washinde magoli manne, maana nne kwa moja ndio ili wapite, lakini wakipata magoli mawili kwa sifuri wanaweza kaendelea mia na ishirini na mechi ikapigwa ikaamuliwa kwa penalti au wakipata, wakipata goli tatu bila wanaweza kaenda hatua inayofuata, lakini kwa sasa hivi kibarua ambacho wanachoao ni kushambulia na kuzuia, ni kuto kujisahau nyuma na kushambulia kwa kasi, kwa sababu mechi ya leo sio mechi ya kudefense kwa sababu una deni magoli mawili. Ukidefense maana yake saa mnaweza mkatoka bila bila, maana yake ni faida kwa Al Masri. Kwa maana hiyo leo anatoka defense na washambulie. Na tumeona Al Masri, goli ile ya pili Simba Sports Club kule walivyoruhusu kule Misri, ni goli lilotokana nao, walikuwa wanashambulia sana lakini baada ya kushambulia sana Almasi walipata chansi mmoja tu, walienda kushambulia kwa kasi wao, walifunga. Kwa hiyo wanao uwezo kwamba ukishambulia usijisahau nyuma, yani ukijisahau nyuma kushambulia pia kujisahau nyuma kwa wao, na wanao uwezo kupata goli, yani wanao wanao wana, wana uwezo huo. Lakini pia kwa udhaifu wa Almasi tumeona mchezo wa, wa kwanza, yani walikuwa kwao, lakini pia hawa, walikuwa hawana kasi, maana Almasi ni timu ambayo inakusubiri tu ucheze, hiyo ipate nafasi iweze kufunga, lakini hawana kasi kusema wao waweze washakushambulie sana. Kwa maana hiyo leo Simba wana, wana, kibarua iko tu na uwezekano wa kupita upo, uwezekano wa kupita Simba upo kwa sababu alishafanya hivyo Simba zaidi ya mara moja, alishafanya na Nkana eh, alishafanya na Kaizer Chiefs, japokuwa na Kaizer Chiefs mzigo ulikuwa mkubwa sana goli nne kuulisha so, ndio maana zilishia tatu tu, lakini wanao uwezo kupata magoli matatu na pia Simba wakifanya uzembe pia wanaweza kutoka, nafasi ya kutoka pia ipo. kwa sababu gani? Al Masr kumbuke kuwa anajua Simba vizuri na anajua Simba katika kafu Champions League au CAF eh, Confederation Cup ana rekodi kubwa kuliko wao. Yaani Al Masr kuhusiana na rekodi na Simba Sports Club, Simba wamewaacha mbali kidogo. Yaani Al Masr bado watoto wadogo isipokuwa Al Masr watu wa club katika wanatoka katika nchi kubwa kisoka, lakini haiachi hai, hai, hai kwa kumaanisha kwamba Simba wana uwezo mkubwa sana ki kisoka. Kwa hiyo mechi ya leo hiyo tu Simba, tuwaase pia tumuombe Simba waweze kufanya vizuri kwa sababu wao ndio wakilishi pekee wa nchi. Usisahau kusubscribe bweza la makengele, kulaiki, kushia na ukomenti, ili uwe mwanafamilia bora wa chaneli hii ya maisha safari chaneli, maisha ya safari chaneli, always be available.